Hello ndugu wana wa Afrika Chionda wa Chionda, leo nataka kuongelea madhara ya vita ya kwanza ya dunia na madhara ya vita kuu ya pili ya ulimwengu. Tunasema ubuntu ubantu, Afrika ni watu, sio manyani, kwa sababu vita ya kwanza ya dunia elfu moja mia tisa na kumi na nne hadi elfu moja mia tisa na kumi na nane takriban watu milioni tisa na laki saba ya wanajeshi waliuawa zaidi ya milioni sita na laki nane milioni ya raia waliuawa kwa sababu ya njaa magonjwa uyukaji uingiliaji wa kijeshi jumla ya vifo inafikia milioni kumi na sita pointi tano hii ni kutokana na histori ya ulimwengu majeshi ya makadirio tofauti lakini jeshi lenye uvumilivu mkubwa wa majeruhi wounded pamoja na misingi ya prisoner. vita ya pili ya dunia 39 to 45 vifo zinafikia milioni hamsini na tano hadi hamsini. Vifo vya wanajeshi ni milioni ishirini na moja hadi milioni ishirini na tano au zaidi, ikiwa pamoja na vifo vilivyosababishwa na njaa, magonjwa, uharibifu wa miundombinu. Wengine wanapunguza takribani vifo zaidi ya jumla ya milioni kumi na tano na raia milioni thelathini. Hizo ni data nyingine. Majori wengi waliumia, walipoteza viungo, kuumia vibaya idadi halisi ya majeruhi haiwezi kuwabinanika kwa, kwa urahisi lakini mamilioni pia. vita vya ukoloni, vita vya ukombozi, Ufaransa ilikula ili ilichukua ili makoloni mengi Uingereza, Ubelgiji, Ujerumani na Ureno, vilikuwa vita uasi katika Afrika, Asia na Amerika. Mfano Ufaransa conquest of Algeria inakadiriwa kwamba kati ya watu laki tano hadi milioni tatu waliuawa kutokana na vita njia ya magonjwa, uharibifu wa kiuchumi katika miaka ya mapema ya ukoloni wa Ufaransa. Pana mwingine katika Kongo wakati utawala Leopold II, inakadiriwa vifo vya wa watu milioni kumi kutokana na ukandamizaji, magonjwa na utumwa wa nguvu. Hii ndio asala tuliyopata Afrika. Leo nikikwambia, wazungu si ndugu zako, si jamaa zako, wazungu ni watu wabaya. Kwanza kuna mwingine atakwambia hiyo ni historia, sio, hatuna habari nayo huyo ndio mwafrika tunamwita slave mentality au tunawaita envy, jealousy and hate. Hawa ni chuki. Kwa nini unaongea Chionda? Ningeongea mimi nisikike? Wewe kama nani? Elimu yako Chionda ndogo, e Chionda una pesa, mambo haya, anatakiwa tuongee sisi wene pesa, uzao wa kitajiri ndio tunatakiwa tuongee na msitukia. Mtu anakuupuka tu, anatukana anatukana anatia komenti zisizokuwa na msingi kwa sababu ya nini? In the hate and jealousy. Afrika, Afrikani wametengenezwa kuwa na chuki na roho mbaya na wivu. Ongea anasema Chionda unaongea unatupa lecture una tu, una tu, una, una Chionda au unaamua kutuchamba kutu. Mimi natoa lecture, anayotaka asikilize, asiyotaka apite. Sikulazimishi, sijakwita kwenye peji yangu. Kama ukisikiliza wewe, mwingine atasikiliza kama ukupenda wewe. Ndio maana wewe darasani somo lingine ulikuwa ulipendi, lakini wenzako wamelipenda, wamefaulu, wameendelea na maisha Nikiongelea elimu zisizokuwa na faida, elimu ya mzungu ni asilimia tisini haina faida kwa mtu mweusi. Wewe msomi kasirika, tukana kwenye peji yangu. Huyu mso huyu, tukimpa nchi sijui atafanyaje huyu, analinga anaongea kwa majigambo. Unafo, unatukana wasomi. Mimi sija kumtukana msomi, wasomi na waheshimu, ila usomi kwa aina nyingi. Wewe una usomi aina gani? Una free education au una mindset education. Mindset education ni kuambiwa kwamba Isaac Newton yeye ndio master, Wagiriki ndio mafilosofi wa Afrika, ni manyani, wazungu ni watu, biashara ya utumwa imetokea kwa bahati mbaya na anakwambia hii ni tragedy, janga la kawaida Don't care about it and forget it. Lakini ukienda leo Ulaya unaenda majumba yao yote ya makumbusho barani Ulaya, wanahifadhi historia zao. Myahudi feki anaojiita juu Jewish. Ukisikia Jewish je, Jewish maana yake anayetaka kuwa Myahudi. Ukisikia Jew ni Myahudi. Hawa wana makumbusho yao wanaita the Holocaust Memorial. Watu wanasherehekea kila mwaka, dunia inasimama, watu wote wanasherehekea kwa kukumbuka vifo vya wanasema so called jew. Mimi naita so called jew wishi, waliotaka kuwa Wayahudi, kwa sababu there is no white jew in the world, all are imposter. Original jew me and you. You black man Ndugu wana wa, wa Afrika, mimi Chionda, Chionda, na nawaambia ukweli, acheni mambo ya kubabaisha babaisha. Ukweli unapokuja upokee, kama utaki uache, usije na matusi na vitisho, kwa sababu unajua ujui chochote, kwa sababu wewe umeegemea kwenye elimu ya mzungu, elimu ya mwarabu eh, elimu hizi sio mbaya, zimeleta ufunguzi, lakini hapa, hii ni programu education iliyopangwa ili waafrika wafundishwe hivi. Nishakutana na mzungu anaongea mambo haya, nishakutana na, na makala kibao inazungumzia mifumo inazungumzia mifu... mifumo hii iliyotengenezwa, mifumo hii ya kikoloni hii. Ni mifumo ambayo wazungu walitengeneza makusudi, ili mradi sisi tupotee, siyo bahati mbaya. Nikikwambia ndugu yangu, amka, fikiria vya kwako, usifikirie vya wale, kwa sababu wale hawakuleta kwamba wewe ustarehe, walileta ili wewe uteseke. Ndio maana wakakuita wewe dunia ya tatu, wao ni dunia ya kwanza. Lakini utaki kunisikiliza, wewe ni mpinzani wa ukweli, ni mpenzi wa uongo. Niliwaambia holocaust ya watu weusi hadi hivi sasa inafika milioni mia sita kwenda milioni mia saba. Atlantic slave trade, baharini tumepoteza Waafrika milioni kumi na moja waliofika kwenye utumwa zaidi ya milioni kumi na sita waliokufa katika Sahara slave trade, waliokufa jangwani kwenye Sahara, jangwa la Sahara, ni zaidi ya milioni kumi na sita Waliouzwa na Waarabu wanafika milioni ishirini na moja Hii ndio nguvu kazi Afrika tulipunguziwa. Awa walikuwa wasomi, mafundi, wakulima bora, wajenzi. Awa waliochukuliwa utumwa, walikuwa wamama wa kuja kuongeza uzao wa bara la Afrika. Nikikwambia wewe mtoto wa kishua usiyejua shida, wewe ulilishwa elimu ya kikoloni usiyejua ma, maisha ya babu zako walivyopata shida, kukatwa miguu. Shakumua binadamu anakatwa miguu yote miwili kwa sababu wamekataa kuitikia amri ya bwana wake. Binadamu mshonu, mdomo wake unashonwa kwa sababu amekataa kumtii bwana wake. Ushawe kusikia wimbo wimbo, unaitwa Jenga Bell. Jenga Bell ni janga, ni wewe mtu mweusi, mtu wa msituni. Beli, kengele ya mtu wa porini. Ukitembea na piga kelele, bwana wako wa kikoloni anasikia, hata akilala ndani. Ukitaka kukimbia, kengele inamwambia. Si ushasikia kengele na kufungwa kwa mbwa, inafungwa kwa wanyama? Hiyo ndio mfumo wa zungu waliofanya, ila nikikwambia wewe kwa sababu wewe ni siwezi kukwambia mengi kwa, kwa sababu utakasirika, kwa sababu kukasirika nikimtaja mzungu, kwa sababu wewe unamtegemea katika maisha yako, ndio Mungu katika dunia yako. Unasali kwa kumwangalia Mungu mzungu mwenye macho ya bluu na nywele za blondi. Wengine wanamwangalia wakisali, wanaona Mungu amevaa kanzu, amefunga na kilemba, kwa sababu kila kitu kinakwenda kwa imagination. kama utaki chu acha, na ukitaka kusikiliza endelea kusikiliza lakini ukweli unabaki kuwa ukweli kwamba ukiwa unatafuta kitu lazima kwanza ufanye hisia. Ndio maana nasema hata mapenzi, hisia sio kukurupuka. Ndio maana sasa hivi watu wengi wabakaji, wamepungua ubakaji umepungua duniani, kwa sababu watu wengi hawana hisia, wana matatizo ya kimaisha. Ndio nikwambie ubakaji ulikuwepo kipindi hiko, sio unaambia kwa sababu vyangudoa wengi, sio unaambia kwa sababu wanawake wako wengi Toka dunia yumbo wanawake walikuwa wengi, wanaume ni wachache, na huu ndio mfumo wa creator of all. Chionda wa Chionda, sina ubaya na mtu, sipendi ugomvi, kama unipendi pita kushoto, wapo atakaoangalia. Hujanileta, tujaja wote duniani, simu ya kwangu, vocha ya kwangu, bando la kwangu, kamera ya kwangu, video na kurushia kwenye mtandao, nini unapiga kelele? Kama uitaki pita na mia Usiete vurugu kwenye mambo ya watu. Sisi tuko kwenye kazi serious, sio tunapiga ngoma hapa ili watu wakate viuno, waonekane nane na makalio makubwa, nane na makalio madogo. Ubuntu Bantu. Afrika ni watu sio manyani. Afrika rudi katika asili yako. Afrika ni powerful nation, we are not a continental, we are nations. Sisi ni taifa moja, sisi ni kaburani, simba wa msituni, simba wa nyika